Je, nina hatia kumwambia mke wangu kwamba ana ubinafsi baada ya kuniambia kuwa nimwache binti yangu kwa muda wa juma moja? Mimi nina umri wa miaka thelathini na mbili na mke wangu ana umri wa miaka thelathini. Tuna mtoto wa miaka mitatu wa kike. Sasa nikiwa, niki, nikiwa wazi kwenu, binti yetu mtoto wa baba sana. Neno lake la kwanza ilikuwa ni baba. Hatua yake ya kwanza ilikuwa kutembea kunielekea mimi. Wakati anataka kumkumbatia mtu alifikia mimi. Na wakati anataka kulishwa na mke wangu huwa ni vita. Lakini mimi chochote nitakachompa atafungua kinywa na kukimeza. Jana baada ya kumlaza mtoto wetu, mke wangu aliniuliza tuongee kuhusu jambo muhimu. Alinivuta kando na kusema kwamba ana wasiwasi kuhusu tabia ya binti yetu. Anasema kwamba anaona kwamba atakuwa bila kuwa na upendo wa mama, kwa mama yake kama vile alivyompenda baba yake. Nilimwonea huruma kuhusu jambo hili kwa sababu nilifikiria jambo hilo pia mimi kwa muda kidogo. Nikamwambia kwamba pengine angelijiunga na darasa la mama na mtoto ili waweze kuwa na nafasi wa, na nafasi ya ku, kumjua binti yake zaidi na kuwa kuhusikuwa na ukaribu zaidi, lakini alisema kwamba alikuwa ana shughuli nyingi sana za kufanya, kwa hiyo hangeweza kuwa na nafasi ya jambo kama hili so kwa hiyo nikamuuliza, unataka sasa tufanye vipi? Jibu lake lilinishangaza. Alisema kwamba angependa mimi ni nitoke hapo nyumbani kwa muda wa wiki moja, nikae na dada yangu bila kumwambia binti yangu. Kwanza alisema kwamba hiyo itamlazimisha binti yangu kuwa karibu na yeye kama mama yake. Nilisema hapana. Kwa mimi hiyo inaonekana kwamba ni, ni mpango ambao hautafaa kabisa. Alijaribu kunishawishi akisema kwamba ndiyo chaguo bora zaidi. Nilimwambia kwamba huo ni ubinafsi, na nikamwambia kwamba hilo ni jambo ambalo halifai kabisa, kwamba atanitegemea mimi nimwache binti yangu alivyo mchanga hivyo kwa zaidi ya wiki moja. Alisema kwamba aliye mbinafsi alikuwa ni mimi, kwa sababu mimi ndo nilikuwa nachukua muda wote kwa binti yetu. Kisha alienda akalala kwenye chumba cha wageni usiku huo. Leo hakufanya chochote alini, kila nikijaribu kuongea na yeye alini, alijifanya kuwa hanioni na kila alipoona nikiwa nafanya jambo na mtoto wetu, alinikodolea macho. Nina hakika kwamba niko katika njia sawa, lakini bado inabidi niulize, je, nina hatia? Mwandishi ameeleza yafuatayo yanaomfanya afikirie kwamba huenda akawa na hatia: tendo alilolichukua la kusema kwamba mke wake alikuwa mbinafsi kabla hajasikia zaidi aliyokuwa akisema na mke wake. Pia alifikiria kwamba saa hiyo hiyo akamrushia neno hilo lolote la kwamba yeye pia alikuwa ni mbinafsi kwa, kwa sehemu yake. Aksato alimjibu kwamba una hatia wewe, kaa mimi nakaa nyumbani na watoto wangu kwa muda fulani, walikuwa wanampenda baba yao sana. Lakini jambo moja ningependa nilage, kujua: je, kati ya nyinyi wawili ni yeye ambao hu, huwa anaju, analazimika kumwadhibu mtoto wakati anapokosea, na wewe ni mzazi wa kwamba uko naye wakati wa kucheza tu, na wakati wa kufanya mambo ambayo ni magumu ni, ni mama ndiye anakaa na yeye? Ikiwa ni hivyo, itabidi mkae na mazungumzo, kwa sababu hii ndio ilikuwa tatizo kwetu, kwa sababu mume wangu alikuwa yeye anakaa na watoto wakati wa mambo mazuri tu, wakati wa kutoa adhabu ilikuwa ananiachia mimi. Kwa hiyo walimwona yeye kama mzazi ambaye ni wa kucheza na wakati wa furaha tu, lakini wakati wa ma, ya kutoa adhabu ilikuwa inabidi ni mimi nifanye hivyo. Kwa hivyo tulipozungumza tuka tukaelewana palikuwa na mabadiliko, kwa sababu tulianza kufanya kazi kama tuko kwenye timu moja. Lawa pa pia alimjibu akasema, itabidi nikubaliane na huyu ikiwa wewe kila wakati unakuja tu kumchukua mtoto wakati anapolia, kwa sababu anamtaka baba, lakini ikifika wakati wa kwamba kuna mambo inabidi ina akatazwe mtoto inabidi mke wako ndio aingilie hapo, itakuwa hiyo ndio inasababisha mambo kama hayo. Mimi pia ni mama mzazi anayekaa nyumbani na mtoto wangu wa kwanza alikuwa anampenda baba yake sana, na mpaka leo anampenda baba yake, lakini hilo halikunitatiza, ilinitatiza zaidi kwa sababu alikuwa anafanya kila kitu na yeye. Ninafikiri alimpenda tu baba yake kwa sababu alikuwa hayuko nyumbani mara nyingi, na wakati alikokuja nyumbani, basi alitaka tu kuwa na yeye. Kwa hivyo ukisema kwamba hiyo darasa la mama na mtoto, huwa hakuna jambo kubwa linafanyika hapo. Watoto huwekwa katika makundi ya kucheza na hata pata wakati mzuri wa kukaa na mama yake. Kwa hilo wazo hilo, sioni kama litamsaidia mke wako. Throw away alisema kwamba swali yeye huwa na wakati wa aina gani na mtoto wake, na kisha awe na wakati wa kufanya mambo mengine yote kwa juma zima. Mpango huu unaonekana kwamba hautafaa mtoto wako. Huenda akahisi kwamba yuko karibu zaidi na, na yeye na wewe kwa wakati huu, lakini mambo haya huenda yakabadilika na wakati mwingine akarudi kuwa karibu zaidi na mama yake. Mke wako anataka tu jambo la kulitengeza kwa haraka, na hiyo haitasaidia. Hauna hatia kwa kukataa kumwacha mtoto kwa wiki moja. Pengine mubadilishe jinsi mnavyofanya kazi, umwache yeye afanye mambo ya kucheza na kufurahia na mtoto na kumuogesha ikiwa mtoto mwenyewe anapenda kuogeshwa basi, amwoshe wakicheza naye na, na kufanya mambo mengine ya furaha na yeye, na kisha akuachie mambo yale ya nidhamu. Utaona kwamba mtoto ataanza kuchagua upande wake pia, na ataona kwamba wazazi wote wawili wanaweza kumpa nidhamu, na pia pengine huenda tu ikabadilika. Watoto wangu wakiwa wadogo wote walinipenda mimi, wakati wote ilikuwa ni mama, ni mama, lakini baada ya miaka michache, hadi sasa miaka arobaini imefika, wamekuwa ni watoto wa baba. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo hubadilika na wakati. Happy si alimjibu akasema, pengine yeye anafanya kazi zote za nyumbani na baba akija huwa ni mtu tu wa furaha na kucheza, kwa sababu ana muda wa kucheza naye. Lakini mama akiwa naye akuna shughuli nyingi za kufanya kazi ya nyumbani, kwa hiyo anaona kwamba mama hana wakati na yeye, ilhali ni zile kazi za nyumbani ndio zinafanya awe yuko naye, lakini haoni kama yuko naye. Je, wewe unaona ni vipi? unamwona kwamba yuko na hatia ama unaona kwamba kuna njia nyingine wana, ya mwafaka wanayoweza kuitumia ili kufanya yule mtoto awapende kwa hali moja wote, baba na mama, au hali hii haiwezekani? Tueleze hapo katika comments.